Mtakatifu Edward Mwungama Dini alikuwa mfalme wa Uingereza, aliyejulikana kama mtu mwenye imani thabiti, mnyenyekevu na mwenye moyo wa amani. Ingawa alikuwa mfalme, maisha yake yalijulikana zaidi kwa utakatifu na sala kuliko siasa au vita. Alijenga kanisa la Westminster Abbey, ambalo baadaye likawa mojawapo ya makanisa maarufu duniani, na alitumia mali yake kusaidia maskini, watawa na makanisa. Edward alijulikana kwa jina la Mwungama Dini yaani the Confessor, kwa sababu aliungama na kushuhudia imani yake kwa Kristo kwa moyo wa dhati bila kufa shahidi. Alitangazwa kuwa mtakatifu mwaka 1161 na, na Papa Alexander watatu. Mtakatifu Edward anatukumbusha kuwa hata wale wanaoshika madaraka makubwa wanaweza kuishi maisha ya utakatifu, unyenyekevu na upendo wa Mungu.